smartphone tutakaa tuongee vizuri. sababu nimejielewa. umeelewa au sio? si wazi, si unajua. sasa huyo ndo magumashi kabisa.

Sasa nikwambie rafiki yangu, achana na hiyo mama, yule mama mwanangu anaefanyia madili ya, ya watu kuwauza nini naye kadakwa. Yaani hapa ha, hatuna amani mwanangu, kimenuka. Nini? Meongea sana, au sio? Mimi nimesikia unataka ubwata tena watu watusikie si ndio? Eh. Shogaangu mi nina shida tena nina shida na hii shida, mtu atautatua ndo wewe. Yaani hapa nipo naona kama Mwenyezi Mungu kanishushia malaika na malaika nia si mwingine ni wewe. Naomba unisaidie. Basi nachotaka kukwambia, yaani wewe mkaidi we, mda mwingine sasa, sikiza nikwambie. Yaani mimi hapa nipo kama kipepeo. Mhm. Yaani nikimwona mtu hapo huyo. Yaani mimi maisha yangu sasa hivi siishi kwa raha, maisha yangu ndo haya. Sijui umenielewa. Mhm. Mm. Sikiliza kwa mimi. Wewe unajua sisi watu wa mikopo. Mm. Na so mimi wote tunakopa. Kwenye mikopo shoga yangu na mimi nimo. Fanya kama unaona. Sasa mimi si nilikopa ule mkopo wa mwisho ule. Mm. niliondokaga huko kuna mtoto wa ndugu yangu alikopa na umwa. Nilivyoondoka ile narudi tu kama walikopa na darubini wananiangalia. Ile ninavyofika tu nafungua mlango hawa hapa wamenizolea kila kitu. Yaani wapo una po... kama unapopa una hapa una ndani mwangu. Sasa basi mume wangu kama unapojua sijamwambia. Wewe na shogangu, unajua kila kitu mimi. Shogangu naelewa. Na mume wangu alisafiri. Wa mhm. Mm Karudi tunapishana hivi. Yeye anapita huko, mimi napita. Yaani yani, ya hajaniona. Nikimwona yule mbio. Sasa mimi sina maelewano na mume wangu. Yaani siwezi kurudi pale. Akiingia mule ndani akikuta mule kuopa, mimi namwambia nini? Hatujaonana hivi. Yaani nikimwona yule tena Mungu ajalie, ndo mimi ndo wa kwanza kuniona, wakwanza mimi ndo namuona. Nikimwona tu hizo mbio nazotoka. <coughs> <coughs> Sasa basi, sikiliza, yaani hapa nipo ukini, ukiniuliza unalala wapi, sikupatii jibu, sijui hata nalala wapi. Sasa basi, imradi ilila kwangu ililife ili, ili, ili, ili, ili. Mi nataka nikufumanie na mume wangu. Wewe umenichoka <coughs> Asapo mimi nimekuchoka nini? Wewe si shoga yangu jamani tunasaidiana kwa kila kitu ili utashindwaje kunisaidia? Mume wako unifumanie naye yi mimi. Hivi jamani kweli? Asa kwani mnafanya kweli? Yaani ile ukiingia tu na mimi naingia mda ule ule, mradi mimi ni uweso kwangu. Wewe unapenda mimi navangaika hivi? Shoga yangu yule mwanaume na mimi mwanamke. Ukichelewa biashara. Ah, nataka mm. nifanye biashara. Sasa mm. mimi siwezi kukaa kijijini kule. Nimechoka kukaa kijijini nataka niende mjini. Biashara gani wewe usijua hata Kiswahili unaongea kilugha tu mwanzo mwisho. Biashara gani utakayofanya wewe? Wewe unaongea kilugha tu kutwa nzima. Sasa Kiswahili mama. Mimi nikienda huko ninjomanya huko. Nenda nenda mjini ninjomanya. Yaani hamna biashara hivyo. Kwa nini? Yaani bora ujifunze Kiswahili ukajua Kiswahili ndio ufanye biashara. Mwanangu, mimi nina maumivu, wewe ukasome mwanangu. Cha mwisho ndo ka huo mzigo ndo anauelewa uko wapi. Yani nimemdaka hapo, tumepochoka, kila mtu na njia yake. Ni sielewi hapo, unavyoniona uko wapi mzigo? Ah, yani kumbe umetoka huko ulipotoka umeleta mapicha mapicha nini ya kutuzuga zuga, eh? Ili mnadi huo mzigo useme umeupoteza, msikia? Umetafuta gia kuingilia na umepata, sio maana yake? Rafiki yangu naye kumbe sio yani. Yaani mimi mwenyewe vile vile nina uchungu na ile nikwambie tu mzigo, mimi nina jasho langu tena lingi tu. Yaani mimi siumie mimi uumie wewe uumie nini bwana rafiki yangu? Eti mimi nije niongope nataka nini sasa? Kila siku mimi tunacheza issue nyingi tu na ndio nafanikiwa. Wewe nini una tabeli zako? Ah, mimi sikuamini katika hilo. Hata bwana, poa baridi tu mimi usinetee baraza. Ah, sawa nimeelewa. Unasikia. Poa, ile mzigo ulobaki kila mtu afina chake.

nisikilize, unayubas, unaenda wapi Njonjo? Wewe akinimaliza we, sasa unamtaka kweli sana. Mtaka nini jamani? Yule mwanaume mimi mwanamke kinachoendelea kule utakijua, mimi nimekuambia, sielewi. Sasa wewe unataka yani, unataka muda unaokwenda, mimi uniambi, kama saa hizi ndio unatoka, unataka ukalana na naye? Ndio tutachinjia shoga, bwana gani mpaka mimi nilale na naye kula na bwana wangu? Tuachane na shoga yangu nina jambo la maana, labda nikupe ushauri, sijui utauweza. Ushauri gani huo, shoga yangu? Kuna mganga ilo na usema yeye, hata silielewi ninaingia huko, linatokea huko, nina mganga pambe. Nikikwambia pambe. <laughs> Pambe pambe kweli. Huyo mganga ukitoa pesa yako tu anakufanyia hivi. Mambo yote shughuli yangu yameisha. Sijui umeelewa. Mimi nakopa mikopo shughuli yangu silipi. Nakopa hapa na ama. Nakopa hapa na ama. Shughuli yangu silipi mikopo. Akinifanya tu dawa zangu tumia. Hata nipite hapo hawanisimamishi shughuli yangu. Mimi nikaenda pale, na mwelezea jambo lako shughuli yangu. Pesa yako anamaliza kazi. Wewe shogangu, ile mideni yote ukapona kopa ulipi. Mwanzio, unanenepa shogangu, nilipokona. Nione mwanzio. Silipi madeni mie. Kukopa ndio kukopa, kulipa. Eh, huyo mganga yuko wapi? Shogangu, yupo pale chini tu. Hata sio mbali. Wewe ukipata hiyo pesa tu, mimi niambie na kupeleka. Sasa shogangu, utatiza kwa kipengele kikubwa kwenye pesa. Mimi hiyo pesa naipatia wapi? Wewe, kwa yo pesa yote ulokopa umemaliza. Sasa nimekopa leo shogangu. Shogangu, kaibe. Kanyang'anye kapole. Ukipata makosa, nipigie simu tu mimi, chapukwa nakupeleka, kupeleka kwa huyo mganga anaweza eh. So mimi naenda huko kuingia deni mwingine huko kukopa na kuja hapa tena, shabagala bagala. We, wewe Chongo we. <laughs> Kwambia anaweza, anaweza, mimi siwezi nikakuingiza mkenge hicho gango au dugu wangu, yeye zina yangu kwa mama yangu tayari, kama mapenzi kama mmetongozana, leo mpaka auti atakutoa shugo yangu, wewe utaki yani. <laughs> Unachekesha <laughs>

Kiswahili, Kiingereza kweli kitu. Lakini lakini hao wote, wote mjini, mjini, mjini pale, pale, pale, pale hata Kiswahili tu kaongea vizuri, utakutana Waarabu, kuna Wazungu, kuna makabila mbalimbali, kuna watu wasiojua hata Kiswahili, kwanza hata kile Kiingereza chenye shida Sijua wa China, sijua wa nani. Utaweza kuongea nao? Na unafanya biashara? Utaelewa na kweli? Ndio. Kujifunza tu ndaelewa. Inabidi ujifunze Kiswahili ndipo mm uende mjini kufanya biashara. Vinginevyo huwezi kufanya biashara. Watakuchapa kule wewe. Wajua na huyu? Ah, huyu hawezi kuchapa. Hata kama una biashara utakuzuru. Mimi kwanza juzi tu nilipigana na mtu kule, nimempiga, nimemuumiza kule. Na ndio maana leo nikasema hii kesi inabidi niikimbie. <laughs> nikasema sitaki mimi kelele nimepiga mtu imemchapa kule. <laughs> Eh, saa mwanangu hawezi kunichapa mimi. Unasikia? Eh, yaani biashara yanatakiwa umesoma, unataka Kiswahili. Kama unafahamu Kiswahili na mahesabu, naweza unafanya biashara yoyote.

nini nini, una mdomo sana. Kibesi akapanda juu naye, kibesi akapanda juu, nikapanda naye kugeuka hivi, akamchukulia simu ule mtoto. Nilikimbia, tulikimbizana, tulikimbizana mpaka huko, narudi nikutana na mkaka naye Samahani, samahani, nimemsaidia nini? Ona kukazaile, nakwambia fanya nimeumia, umia ile sana. Nakwambia umeona. Nimemtafuta, umemwona, nikamwambia nimewaona. Asiniulize sasa kama umeona nani. Nimeona wangapi? Mimi akaniuliza moja, mimi nimesema nimewaona. Unaona? Asante nakwambia huyo. Nenda kibia. Eh, kwa angalia chini. Shoga wangu simu. Shoga wangu hiyo simu iko wapi? Tulia shoga wangu.

Ni kizungu au ni Kiingereza, lakini ile lugha yako nyonso sikamezi. Lakini kwa hiyo bidu usome, iko elimu ya ndani. Lazima akusoma kuanzia saa kumi mpaka saa kumi na mbili. Eh, masomo haya kusoma, lazima ielewe watu Kiswahili. Masomo bidu. Eh, lakini nikatahidi, utahidi kulongola, nikakutwala, sawa? Eh, nikakutwala.

Sule ninji kwanza, ni ninji baadaye Sule. Sikia mwanangu hapo ndio tutakapokusana mimi na we. Murudishie mwenye simu yake. Shogao urudishie kwa mwenye mpe mwenye simu yake. Ila yote naona kipumbavu. Mimi nina jambo langu choolebeleka hapa. Hayo mambo ya kwa simu sijui mambo ya nini achana nayo naona ya kitoto. Kwanza nikupedili. Aha. Rudi jimejena. Auaza kuigiza kama mganga.

kweli pesa na kuwa ndogo kuliko matumizi. Hatumuamini Mola, tunaamini vizizi, tukisikia kifo tunashuka kichizi. Hatumuamini Mola, tunaamini vizizi, tukisikia kifo tunashuka kichizi, mm tunapata wa kichizi. Kauli za njia kwa waliopotea, maisha ya kweli